Hi guys. So hii issue ya ya wanajeshi kutoka kutoka Uganda kuingia kupitia Lake Victoria like I said, sio habari imetoka kwangu na sina uhakika nayo na sijui kama inia, ina ukweli wowote au haina ukweli wowote, lakini kwenye situation tulionayo, vitu kama hivi, yani, kila information ni bora kuichukulia serious kuliko kuidharau, alafu baadaye mnakuja kuregret. Unajua? Yeah. So, kwangu mimi nachokiona anachojaribu kukifanya Samia, mnajua siku zote kwenye haya maandamano, hizi nchi zilizoandamana wananchi wanakuwa wameandamana kwa muda, unaona, kwa hiyo nchi inakuwa kwenye confusion. Unajua kwenye ile limbo haieleweki, pale ndo jeshi linapoingiaga. Kwa hiyo jeshi linapoingia kuchukua nchi kivile, linakuwa halijafanya uasi kwa sababu nchi ilikuwa kwenye eh, kwenye uh, kwenye matatizo, haieleweki nani rais nani nani, yani nchi iko iko, ndo kwa hiyo pale wanaingia wanachukua bila kuasi. Sasa kwa hiyo Samia anachojaribu kufanya ni kuwaondolea wanajeshi ile opportunity ya kwamba nchi ilifika sehemu haieleweki, yani watu wanaandamana haieleweki yani, ovyo ovyo. Kwa hiyo anajaribu kuyaua maandamano pale palepale atakapoanza, yani, yakianza pap ayamalize pap ili jeshi sasa likose ile ile uh, ile uhalali sasa ya kuchukua nchi. Kwa hiyo anajaribu ku, kuyaua haraka sana, ndio maana anaangaika sasa kuwaleta hawa Waganda, kwa sababu ameshaona jeshi la polisi Tanzania haliko naye, jeshi la wananchi haliko naye, ndio maana anawatafuta hawa sasa, ambao watakuja hapa, sio ndugu zetu na ha, watakuwa hawana huruma na sisi, unaona. Kwa hiyo huu ni wito kwa jeshi la wananchi Tanzania, msisubiri yani dakika ile ile, wananchi wakiingia pale pale ingieni, akisema mmeasi atajua, sisi tutawasamee mbele kwa mbele. Tumewaruhusu. Okay, atajua yeye na mwanae kama mmeasi, mme nini, atajua. Kwa hiyo wananchi pale pale wakitoka ile saa kumi na mbili yani nyie saa kumi na mbili na nusu mnaingia mnachukua nchi, yani wachekini tu, wananchi wakiingia tu pale pale, msisubiri mpaka Samia alete wale U, u, watu wake kuja kuskwashi yale maandamano, kwa sababu hiyo ndio plan aliana, yani alionayo, anajaribu kuwaondoleeni nyinyi uhalali wa kuchukua nchi kwa kuyamaliza yale maandamano haraka pale pale. Ndio maana analeta watu sasa kutoka nje kuja kumsaidia okay. So lazima wanajeshi wetu pale pale maandamano yakianza pale hapo pale. Achaneni na mkunda, mkunda yuko na asamia, yani mkunda yuko na kina Kikwete kule yaani haelewi kitu kwa sababu naye anapewa